Ninaitwa Florentine Joseph Kisaka ni kaimu afisa lishe manispa. Leo tulikuwa na kikao cha kamati ya lishe manispa kwa ajili ya kupitia taarifa ya utekelezaji wa afua za lishe kutoka idara mbalimbali, kwa maana ya idara mtambuka, na katika kikao hicho kuna taarifa kadhaa ambazo tuaweza kuzijadili, tukianzia kwenye kipengele cha upande wa lishe, kuna shughuli ambazo zilikuwa zimefanyika ambazo tulizijadili na ilionekana kuwa kuna baadhi ya viashiria tuweza kufanya vizuri, lakini pia kuna viashiria vingine ambavyo vinahitaji msisitizo na ufuatiliaji ili kuweza kuhakikisha watoto wote ambao wako manispaa Songea wanakuwa na lishe bora, kunaonekana tatizo la utapiamlo. Lakini kwenye upande wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi ilionekana kitu kikubwa ambacho kilijadiliwa, kuonekana kuwa kwenye upande wa uzalishaji wa nyama, ni kweli nyama zinazalishwa kwa wingi, lakini katika mabucha yetu ambayo yako manispaa bado kuna baadhi ya wamiliki wa mabucha wa wauzaji zile nyama wanazining'iniza, na kimsingi ni kinyume na utaratibu na maagizo ya kikao kuwa ionekana kuwa afisa kilimo mifugo na uvuvi anatakiwa waweze kuweza kufuatilia jambo hili na wale wote ambao wanaingiza nyama waweze kuchukuliwa hatua stahiki na kuweza kuacha huo taratibu na wakatumia utaratibu ule ambao umewekwa katika uuzaji wa nyama katika mabucha. Lakini sambamba na hilo, kuna swala ambalo limeongelewa katika idara ya maendeleo ya jamii kuhusiana na wale wa viu ambao wanapata zile huduma stahiki kwa maana ya fedha kwa ajili ya kuboresha hali zao za kilishe, ambao kikao kimeazimia na kuweza kuona kuwa kiwango kile kwa bajeti inayofuata kwa mwaka wa fedha 2627 iweze kuongezwa, at least iweze kuwa na kiwango maalum, kiwango kizuri ambacho kinaweza kutosheleza huyu viu aweze kupata chakula ambacho kimsingi kinaweza kuimarisha hali yake ya lishe. Naitwa Diana Bakari Mchonga, ni afisa maendeleo ya jamii Manispaa ya Songea. Kwa sisi ambao ni afisa maendeleo, kazi yetu kubwa ni kuhamasisha, yani kufikia malengo ya vitu ambavyo vinakuwa, yani upate kitu chema He, he, kisiwe hasi kiwe chema. Kwa hiyo kwenye kupitia lishe kwa watoto wetu walioko mashuleni hususani shule za msingi, tutaendelea kuhamasisha, kwa sababu umeonekana wazazi bado kwenye uchangiaji wa chakula watoto mashuleni. Kwa hiyo nachotaka kuongea kwanza, wazazi kuwahamasisha waweze kuchangia. Kwa nini wanakwama? Sisi tuna vyakula Ruvuma, lakini Songea kwa ujumla tunalima mahindi kwa nini watoto wetu tujiwekee yaani tuwe wote tu, yani wamoja wazazi na, wa, wana, wazazi uh, wanajamii sisi lakini pia na walimu eh, kwa ajili ya kuweka watoto wetu waki katika usawa. Kwa majina naitwa Mwalimu Monika Barashikwa. mm -hmm. Kaima elimu elimu ya awali na msingi, manispaa ya Songea manispaa ya Songea mejipanga kwa ajili ya kutekeleza agizo la, la rais kwamba wanafunzi wote wakiwa katika muda wa masomo wapate chakula shuleni ili kuongeza ufaulu na vile vile kukidhi mahitaji ya mwili kwa sababu kusoma bila kupata chakula ni tatizo katika kujifunza. Pia agizo limetolewa leo katika kikao cha lishe kwamba kwa kweli, kwa tuko asilimia chache kwa sasa, manisipa tunatoa asilimia 53 ya chakula katika shule zetu za msingi, ni ndogo, lakini kikao kimeagiza kwamba inabidi tufanye mkakati mahususi kwa ajili ya kupandisha utoaji wa chakula shuleni. Nasi kama idara, kuanzia mwezi mjao, mwezi Novemba, tumejipanga katika kutekeleza hili tutahakikisha kwamba tutakaa na wazazi, tutakaa na wadau wa elimu katika kuhamasisha utoaji wa chakula shuleni. Kila mzazi awajibike kumlisha mtoto awapo shuleni. Bila chakula, ufaulu itakuwa ni ndoto kwetu. Kwa hiyo tunaamini kupitia wadau wa elimu, kupitia vikao mbalimbali mbali, kwa wazazi na wananchi kwa ujumla tukiwajumlisha kutekeleza hili tunaamini, tutapandisha asilimia kwa kiasi kikubwa sana.